Kani pamoja, Kani pamoja. ke. Ala, upo eh. Msafara, msafara, msafara wa mahaja, mahujaji wa I Travel Haji mjumla wapo katika. Hei, atusubili, subili. Wa barakatu. Mie kwa jina naitwa Sabri Abdullah Saidi ni kiongozi wa I Travel kutokea maeneo ya Zanzibar. Hapa tuko leo, ni mwezi tisa, ni siku ya Arafa. Hapa tuko katika mji wa wa Mina na tunaelekea Jabal Rahma kwa ajili ya kwenda kuangalia jabali ambalo Mtume ndio alitoa hotuba yake ya mwisho kabisa na kwa ajili kwa, kwa ya kuwajulisha Waislamu kuwa amekamilisha dini ya Waislamu kwa hiyo ndio tunaelekea na wenzetu hapa mahujaji watarajiwa. Asalamu As assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Hamisi Kwangaya, ni hujaji wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tuko hapa Arafa, tunatekeleza ibada ya hija na hapa tumetoka muda wa saa kumi na moja tunakwenda kwenye mlima wa Jabali Rahma ili kuona shaairi ya Mwenyezi Mungu mwenyewe mipaka ya Mwenyezi Mungu na alimpita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni tafarani, kila mtu ana haja ya kwenda huku na huku ili kuona Jabal Rahma. Kwa hiyo jitambulisha kuelezi, mi naitwa Faisal Abri

Alhamdulillah, Mungu anatuhakikisha tunasubiri katika Jabal Rahma. Katik mpenzi mtazamaji, ni kama ulivyosikia baadhi ya maujaji wa taasisi ya I Travel leo hii tarehe tunasubiri msafara, msafara wa maujaji kuelekea Jabal Rahma baada ya leo siku ya Arafa kuwepo katika mabanda, sasa wanataka kushuhudia hilo jabali ambalo Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalama alipanda. Wote hawa ni mahujaji wa taasisi ya I Travel Haji and Umra, e, kwa mwaka huu wa 2025, e, kutoka upande wa Tanzania bara na upande wa visiwani e, tunaelekea Jabal Rahma hivi sasa <coughs>

Ili mtume wetu hapa ndo alipanda kwa hija yake. Hija mtume ni moja tu, eh alikuja hapa ndo ak <coughs> akatoa hotuba yake ya mwisho hapa ili kuelezea kuwa amekamilisha dini na Islamu, ndio dini yetu, ushanfahamu. Jabali hili hapa, lakini wala sio kama lazima tuwapande juu, labda ushapaona. Ah, bahala basi, ni jabali ambalo lina historia yake tu, ushanfahamu. Nadhani kwa ufupi ni hivyo hivo bana jelezea Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi naitwa yusuf yahaya saleh. Alhamdulillah, nimefurahika sana sana kufika katika uwanda huu wa arafa na katika eneo hili la jabali rahma. Inshaallah sina mengi kwa ile furaha yangu. Inshaallah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Muhammad Bahari, nashukuru alhamdulillahi rabbil alamina. Leo nimekuja pale ambapo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama akatoa hutuba kwa kuhusia Waislamu kwamba je, nimekukaribisheni dini yenu, waitikia ndio nimekamilisha. Je, nimekukamilisheni wakasema ndio. Je, nimekamilisheni wakasema ndio. Alhamdulillahi na tumeona na kweli Waislamu wanakuja mamia kwa mamia kuja kutembelea katika mji huu alhamdulillah. Mpenzi mtazamaji, ni mahujaji wa taasisi ya I Travel Haji na Umra leo tarehe tano mwezi huu wa sita elfu mbili na ishirini na tano ambapo wamekuja kuyashuhudia maeneo ambayo walitembelea Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasalama, baada ya kutoka katika <tipos> mahema <tipos> yao <tipos> mchana <tipos> kufanya ibada kufanya maombi mbalimbali kwa hiyo na wao nawajamani, mmepaona, mmepaona. Naomba kila mmoja ajitambulishe hapa ili ndugu yake amuone, ujitambulishe kwa bashasha, una lolote la kusema. Kusema useme leo ni Arafa, Sheikh eh? Alishasema siku ya leo ukifanya maombi unafutiwa madhambi, kama mtu ajafanya maombi, shauri zake. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa jina naitwa Talha Bakari a, niko hapa leo kwenye uwanja wa Arafa. Nashukuru alhamdulillah kwa kutuwezesha, na alhamdulillahi tumeomba dua zetu, tumewaombea huko ndugu jamaa na marafiki wote waliopo. Inshallah Mwenyezi Mungu atakubalie dua zetu inshallah. Naitwa shukrani, naitwa Nasu Suleiman Alharthi Uh, maarafa na furaha leo tumesimama Arafa na tumeanzia, baada ya dhuhuri mpaka sasa karibu tena na mwisho, magharibi ndio mwisho. Tumeomba dua zetu naomba Mwenyezi Mungu atukubalie dua zetu zote, atusame madhambi yetu na umma wa Uislamu. Ovi, tina mama. Ah, tina mama. Tina mama, tina mbusha, tina mama. Yeah. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha sehemu hii ya leo tukufu, nasema alhamdulilahi la Mwenyezi Mungu, namshukuru sana. Sikutegemea kama nitafika katika kiwanja hiki cha Arafa na nikashuhudia jinsi ulimwengu ulivyojaa, jinsi ulimwengu unavyoangaika, unavyolia. Alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi Rahmani Rahim, kwa jina Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Ya Rabbi, namshukuru kwa neema yake hii aliyojalia leo kufika hapa katika siku ya Arafa. Alhamdulillahi, hapa niko katika mlima wa Arafa ambao Mtume Muhammad muhamadi sallallahu alayhi wa sallam amehutubia dini yake ya mwisho. Alhamdulillahi, nashukuru kwa kupaona na mshukuru wa Allah subhanahu wa ta'ala. Jaa, assalamu alaikum warahmatullahi saala abarakatu. Kwa majina naitwa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Rahma, <laughs> Rahma, Rahma musaali nimechoka <laughs> uh, kwa sababu toka asubuhi tupo katika kuomba dua kwa siku ma na, ma na machozi ma nakulia sana kwa ajili ya siku ya leo tukufu, ambayo tunaamini siku ya leo kama mwenyewe e liosema Mtume... tukiomba siku ya leo tutakubaliwa maombi yetu yote, kwa hiyo na sisi tuko katika shughuli kubwa, tunalia sana kabisa ili tunajua dua zetu leo zitakubaliwa tu. Nilikuwa na wagonjwa wengi lakini kwa siku leo wote wamepoa, wallahi lazima wamepoa. Kila mtu kapata nguvu, kwa ajili anajua siku leo ni muhimu sana. Akipoteza shofamo e, imekula huu kwa hiyo yeye. <laughs> Wagonjwa leo asubuhi nimeamka na mgonjwa mmoja ambaye hali yake ilikuwa mbaya, sijasema tu kiasi ambacho tungeweza kumpeleka hospitali, lakini nikaambia mamangu, jikaze chonde, leo leo ni muhimu tukipoteza siku ya leo, tukupeleka hospitali tukampa dawa, lakini Mwenyezi Mungu, tukamwomba Mwenyezi Mungu akamjalia, alhamdulillah kuona auha na tunashukuru Mwenyezi Mungu atukubalie maombi maombi yetu yetu yote yote tuliyokuwa tukiomba toke asubuhi mpaka sasa hivi. Ala wewe mazito tufanye yawe mepesi, ya rabbul alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa sallam. Assalamu alaykum wa alaykumu salam. Ndugu yangu Asha Juma Bakari, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutuafikisha kwa amka salama kufika mpaka hapa, na tunashukuru tumemaliza ibada yetu, hizi zilobaki zile dogo dogo tu kupiga shetani, ili kama vile unaona eh kwa hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu tumetimiza vizuri ibada yetu na, na shukuru, I travel. Unaona kwa jitihada zao wametushulikia vizuri kwa chakula malazi. Unaona, nashukuru shukrani zote zetu kwao Asalamu Shukra. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi tunashukuru alhamdulillah, kufika hapa tunashukuru namshukuru Mwenyezi Mungu na tunaimani insha allah, alhamdulillahi mambo yetu safi, mambo yetu mazuri, tumeshakubaliwa mambo yetu yote alhamdulillahi. Na tunashukuru taasisi kutuleta mpaka hapa, maana kama mnavyotuona hivi, lakini alhamdulillahi tunashukuru, tumefurahi na tunaimani mambo yetu yote yameshakuwa mazuri. Niyo, kwa si sote alhamdulillah. Ni kweli maswali yalikuwa mengi, alhamdulillah kwa kuwa tumemwomba Mwenyezi Mungu sana mm, na Mwenyezi Mungu ametukubalia maombi yetu mm, alhamdulillah wa shukrulillah. Ni watu wa mataifa mbalimbali ulimwenguni wapo hapa katika kilima hichi cha Arafa kwa ajili ya kuomba dua, pamoja na kwamba leo jua lilikuwa kali kali sana mpaka serikali ilijaribu kutoa tahadhari watu wasitoke kwenye mahema, lakini baadhi ya watu uvumilivu liwashinda. Ikiwa kama mtume alipata tabu, kipindi hicho kulikuwa hakuna AC, hakuna umeme, hakuna chochote, lakini aliweza kupanda huku juu eh? na jua kali, kuna wadudu, kuna majoka, kuna mange E, wanyama wakali, milima inatoa joto kali. Kwa hiyo we, watu wengine wameshindwa kuvumilia. Hata kama ukiwaambia vipi, sio lazima upande huko, serikali kipindi hichi imeweka miundo mbinu ambapo sasa hivi kila taasisi imejengiwa hema lina full AC, lina viyoyozi e. Lakini pamoja na yote hayo watu wanaona uh -uh. Na wao lazima waje katika hichi kilele cha Jabal Rahma e, waje wayashuhudie kwa kweli ni utukufu wa juu, ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kutembelea miji hii mitukufu ambapo walitembelea mitume, miji ambayo imeteuliwa na Mwenyezi Mungu, wenye miji yenye baraka, yenye neema e, kwa kweli tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Unaona mahujaji ni mataifa mbalimbali mbali, ulimwenguni hapa, kila mtu anazungumza lugha yake, wenye kuzungumza Kiingereza, Kifaransa, Kitaliano, ki Kireno, lakini hakuna ugomvi, hakuna kugombana wala nini. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa majina anaitwa Khatibu Rais saidi Chilumba, ni mkazi wa Mtwara, Tanzania, mjukuu wa Mzee Rocket. Insha Allah, leo tulikuwa katika Arafa na hivi sasa tuko katika mazingira ya Jabalur Rahma. Insha Allah, mambo ni mazuri na tumefurahi na Mwenyezi Mungu inshaallah azidishe baraka na kheri na usia wangu watu wajitokeze kwa spidi ili kutembelea sehemu hizi zenye taarikhi ili kuja kupata faida na maghza inshallah. Mwenyezi Mungu atuongoze na Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kwa jina naitwa Yusufu Yahaya Saleh, mimi ni yule aliyokuwa khadim wa Sharif Hussein Badawi Habibu Hussein Badawi amenilea, ameniozesha, mpaka alhamdulillah amekufia mikononi mwangu. Namshukuru Allah subhanahu wataala. Kikubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa neema na afya njema na swiha kufika katika eneo hili la Arafa, tukiwa sasa hivi tuko katika Jabal Rahma ambalo ni jabali ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda pale na akahutubia hutuba ya mwisho katika Uislamu. Alhamdulillah, tunamshukuru mwenyezi Mungu. Wito wetu au nasaha zetu insha Allah na ushauri wetu, tunawashauri ambao mwenyezi mungu amewajalia insha Allah afya njema na uwezo, waje huku kwenye mambo mazuri, mambo ya baraka, mambo ya ibada insha Allah, kwa baraka ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zakaporo, hebu jitambulishe, uko wapi? Furaha yako baada ya kufika katika mji mtukufu wa Maka, ambapo ni ibada hija ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano Mlima wa Maru Jabal Rahma hii ndio yeah, kwa sawa sawa. ni ibada yako yaija ngapi? ya kwanza. Kwanza. Ya kwanza. Leo unajisikiaje baada ya kuwepo katika viwanja vya Arafa mwili ukoje sasa hivi? sahivi unamwomba Mwenyezi sa. Mungu. sawa sa. Sawa ah, shukrani <laughs>

Alhamdulillah, kwa nashukuru, alhamdulillah travel, alhamdulillah mzee a, asante, nashukuru alhamdulillah. Kwa jina naitwa Shehe Ahmani Kaima, nakushukuru kutembelea Mlima Rehma ambapo Mtume swalah wa salaam alisimama. Nashukuru sana kwa kuhudhuria hapa na kuona mlima mzee wa London sauti mzeeasaut kwa jina naitwa Lendama, nashukuru sana. Leo tumekuja Arafa, dua nyingi sana sasa hivi tunaweza kupata nafasi ya kuendelea kusimulia historia kule pale ambapo Mtume wetu Swalla Allahu Alayhi Wasallam alisimama sana, na nafurahi pia kujumuika pamoja na Uingereza. unapatikana mji gani? Uko London Ulijuaje taasisi ya I I travel haji? Uh, I travel haji sana kwa shema tauhidiaia haja na umra kupitia sana sana kupitia kwahalna auenda ulipendekezwa. Unaionaje huduma mpaka sasa hivi leo siku ya Arafa? Ya sasa yeah, hivi sina kibaya cha kusema. kila <tosan> kitu Huduma zote ziko sawa na vile